Wanakopa mikopo yenye riba kubwa sana, inaitwa kausha damu. Usiporejesha kwa sababu ya riba kubwa, kwanza wanakuja nyumbani, wanaondoka na kitanda, wanaondoka na sabufa, wanaondoka na makochi, wanaondoka na TV, wanaondoka na friji. Kimsingi kausha damu inavunja ndoa za watu mitahani, yani kinachotufanya Watanzania tushindwe kuwa na njia nyingine za uwezeshaji unakimbilia kausha damu. Sio Dar es Salaam pekeenu, sio Kivule, nchi nzima. Wadada wanalia wanapewa talaka kwa sababu ya kausha damu na mikopo yenyewe. Sasa shilingi elfu themanini, laki na ishirini, laki mbili, umezidi sana, laki tatu, ndoa zinavunjika, umasikini unaongezeka, kisa kausha damu. Sasa uchumi wa leo wa kisasa duniani, mkopo unatolewa kwa wazo la kibiashara. Nioneshe unataka kufungua nini biashara, ehe ikoje, unaeleza ndani ya miezi sita biashara yako itakuwa wapi? Unaeleza itakuwa hapa. Unatengeneza faida kiongo gani? Unasema faida hii. Una uwezo kurejesha kiasi gani? Kiasi hiki. Kwa miaka mingapi? Miaka hii. Unapiga PowerPoint presentation pale kwa bank manager, unatoka hapo, unachukua fomu, unasaini, unaomba mkopo wako, nenda kaanzisha biashara. Hapo tunaanza kuulizana hati za nyumba, hati za viwanja, magari. Tungekuwa nayo tungekuwa na shida hizo za shilingi milioni tatu?